Uh, Bwana Yesu asifiwe. Uh, mara nyingi sana katika hali ya kawaida watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba kila unapopitia kwenye changamoto fulani au kwenye ugumu fulani muda mrefu, wengi hudhani pengine wamelogwa, pengine wamechanganywa, wame, wame, wame, au ni vitu vya kifamilia au ni aina fulani ya mapepo ya, ya ya yanamvamia mtu Niko hapa nikupe jambo ambalo ni wachache sana wanaoweza wakalifikiria jambo hilo. Nisikilize eh? Ukisoma Biblia vizuri, chanzo kikubwa cha matatizo mengi ambayo leo wanadamu tunapita nayo tunapitia ni dhambi. Ni dhambi na dhambi ni miongoni mwa vita ambavyo kizazi hasa hiki tulicho nacho hakipendi kusikia habari ya mtu kuambiwa dhambi. Nisikilize, ni kwambie dhambi ina madhara makubwa sana katika maisha ya mwanadamu, madhara makubwa sana na miongoni mwa madhara makubwa ya dhambi nitakutajia mambo matatu. Jambo la kwanza, dhambi inachafua neema ya Mungu juu ya mtu, dhambi inachafua neema ya Mungu juu ya mtu lakini pia dhambi, namba na mbili, dhambi inaondoa kibali, dhambi inaondoa kibali cha Mungu juu ya mtu na vitu vyake. But namba tatu, dhambi inaondoa au inasababisha Mungu asiachilie msaada kwa, kwa mtu na wasaidizi wake. Nisikilize mwana wa Mungu, ni kwamba kuna vitu ambavyo una struggle, una kuvitafuta, unapambana kuvitafuta, lakini Mungu ameshaviweka kwa watu. So kwa sababu una aina fulani ya maisha uovu, ule msaada wa kimungu na na ile, ile ile neema kimungu ya kukutanisha na watu hao wenye majibu au wanaweza kuwa sababu yawe kuwa na matokeo unakoma ko kuna kuna wakati mwingine uhitaji kwenda kutolewa mapepo kwa mchungaji au kwa nabii au kwa mtumishi yoyote, unahitaji tu kuchukua maamuzi ya kujirekebisha. Nisikilize, ukisoma habari za mwana mpotee vile Luka sura kumi na tano, unaona alipoishi maisha ya anasa, maisha ya dhambi, alijikuta anaishi na nguruwe na kula maganda au makombo ya nguruwe. Kwa nini? dhambi Wala mwana mpotevu hakuwa na mapepo, rafiki yangu. Inawezekana huna mapepo, tatizo ni maisha yako ya kujichanganya, una maisha yaliyojaa uovu.